Na ni mm hebu -hmm. niambie siwezi, na ni ah, so, si so, jam kama ume confess. Unajua, ukiona mtu ame confess ni kumaanisha hakupenda kenye alifanya, so siwezi jam, sitajam ni malaya kwa street wenye uh, wanafikiri wana, ni biashara ya pesa kwa street. Hey, mm -hmm. mm -hmm. hamimi, mm -hmm. nikuwa nasikia tu histori kwa watu na wateja wangu, unaona watu mm -hmm. wakisema oh, sijui malaya ni wazuri, hamsumbuani, mnamalizana haraka haraka Mm -hmm. Eh, sasa sunajua, mi ndio nimemaliza shule alafu nipatapata job, sasa sina ile experience sana ya Nairobi, ngoja uh, kwanza. Kwa hivyo si historia ya saa hii, ni historia ya back, back days. Yani ya kitambo ya mm -hmm. kitambo, nikiwa mgeni mgeni kwa kikokazi mm -hmm. saa, unajua ile nasikia marafiki zangu wakiongea wa nasema so. Mwana uh, haya ya msumbuaji unaenda. mm -hmm. Anamalizana haraka haraka na, na unaenda shughuli zake mm -hmm. Sa nikasema ah, wacha tuniende kiarimapake yangu chini mm -hmm. E, ya pai nieka kwa bucket list. Sasa ndio huyo mimi nikasema mm hiyo -hmm. hiyo wakati nilikuwa nakaa kittukt Mm -hmm. Nikasema nikifanya kukite mm -hmm. Labda watu agu wananijua no, nika. Utachoma mm. mm -hmm. Nikasema mm -hmm. Niende nika mlolongo kasema mlolongo nika nikaribu sana na kite Nairobi uko Nairobi mm -hmm. Nairobi kwenyewe mm -hmm. Huyo nikachomoka nikaenda mpaka Nairobi, saa nilikuwa nasikia beshte mm -hmm. zangu wanasema tao River Road ama ama koi koi Koinange ama River Road. Mhm. Mm, mm but Bacha ile street iko karibu na hii bunda huku chini, mm ukitokea na railway station unaenda na pale chini. Ni River Road. Eh, hey, ya River ba, si sasa, ya sasa, River Road. Sasa ukaona yenye iko karibu kwako. Eh, hey, sasa ndio leo nikajikuta River Road. Mhm. Mm nikapita mara ya kwanza. Mhm. Mm Hey, naye ni nani, nikaona mrembo mrembo amejipa mzuri hapo tu sasa. Mali safi wamesimama hapo tu sasa. Sisi unajua wanakuona hii, naona wamenikimbilia kama watatu. Ah, kuna mmoja alikuwa sawa na mm -hmm. Mwenye macho yako ile spot mm -hmm. Alikuwa sawa mm -hmm. Sasa ndiyo huyo ananikujia, akona kimwili hivi ako sawa. Akanikujia, akaniambia, sasa baby boy. Nikamwambia poa, mmhm. Akaniuliza uh, unataka aje? Nikamwambia si nilikuwa tunatembea, lakini tunaweza ongea. Akaniambia ehhe, sasa ehhe. <laughs> uh, eesa <Sawa>, nacheka nini? <laughs> si naimagine tu ukiitwa baby Akani boy ambia mmhm Eh, saikanyepia short mm. moja mm -hmm. wanafanya uh, mia tano. Mm -hmm. moja. na hiyo mia, eh, mia tano na ikombaka na nyumba. Iko sawa ni bi poa, five five hundred na ikombaka na nyumba ndani hapo. Na hiyo ni short moja mm -hmm. <laughs> Sasa simi, nikamwambia niko na 400, mm -hmm. Akakataa, lakini nikakufa, nikaambia niko na 400 mbele nyuma, mm -hmm. akakubali mara ya mwisho. Sasa zenye alikubali hivo, mm -hmm. e, nikamwambia sawa basi, twende. Akaniambia hapana, aifanyagu hivo hapo, mm -hmm. inakuanga mm -hmm. money first, pesa kwanza. Si mi nikatoa noti a ulikuwa umeona deal imeingiana. Nikampea one thousand. Sasa wametoa one thousand, na-expect afanye nini? Achukue 600, nilikuwa tumeelewana 400, hmm. So, alikuwa achukue 600 kutoka kwa mfuko, kwa, kwa ile mfuko yake, akupee change yeah. Eh, wallet. Anipe change wapi hivi Aka? Akasema akasema ati wapi, eh, sina ati wapi. Uh-huh. Sina change <laughs> akaniambia, acha nikuchukulia hapa chini kwa beshi yangu hapa kando, uh-huh. Alafu ndio nikuja tuende ya yeah, nikasema ni sawa hmm. Akachukua aka hiyo dhao akapiga kona na akaweka kianga, nikasimama hapo ai dona hapo. Sasa kama nimekorofiwa bana, nimeangoja. Alicheza kismart yeye bana. Sasa aliku, nikashinda yeah, yeah. Nika sapanda Biblia hapa na, nitamwambia nani nimepiga na? Tena hiyo ni kitu, ni aibu, hata huwezi ambia mtu makuenda kuenda ni, niende tu polepole kama nimenyamaza au kupiga left right, uone hata kama kuna mtu anakujua amekuona. Ai <laughs> wapi sasa, uko na uoga mingi tena. Kama nimepanda rembo haraka haraka, hizo ni gari rembo za kite pale runway mm, hiyo hiyo, hata sikuongea na mtu mpaka kite. Sasa nikuulize baby. Mm. Hiyo ilikuwa business gone wrong. Ni ni ni, ni business zingine ngapi umepiga zikaenda through? kitu. Unajua some yeah, secrets you better go with them to the grave. Eh, story za jaba ama ni ukweli? yeah, but... yeah, but... yeah, but... yeah, but... yeah. Pia jaba, umeingia timu ya jaba. Sawa, acha tuone yeah. Basi. Umekuwa timu jaba pia.